Mtazamaji wa TAKUKURU TV leo Januari 22, 2026, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Francis Chalamila ametoa rai kwa wadau mbalimbali hapa nchini kushiriki matendo ya huruma kwa kuchangia kuboresha huduma za afya. Amesema hayo mjini Kibaha mkoani Pwani alipokuwa akikabidhi vifaa kwa ajili ya watoto waliozaliwa kabla ya wakati. Tumepata taarifa hapa, mahitaji ni mengi aa, na shida yenyewe ya watoto njiti au wanaozaliwa na uzito mdogo ni kubwa. Tumeelezwa hapa takwimu za watoto wanaozaliwa, lakini katika hizo takwimu zilizotolewa kuna upande wa kusikitisha sana kwenye hizo takwimu kuhusu idadi kubwa ya vifo ambavyo vinawapata watoto wanaozaliwa kabla ya wakati na wanaozaliwa na uzito mdogo. Kwa hivyo tuna imani huu msaada tuliotoa basi utasaidia kwa namna moja au nyingine kupunguza idadi hiyo ya vifo, ili hao watoto wetu nao waishi, waje kuwa watu wazima na wenyewe wapate fursa ya kulitumikia taifa lao. Lakini ninaloweza kusema basi ni kutoa rai kwa taasisi zingine za serikali kama sisi, lakini hata taasisi binafsi nazo kufata mfano huu mwema Uh, wa kuchangia jitihada za serikali katika kuboresha huduma za afya kama tunavyofanya sisi TAKUKURU, kutokana na mishahara yetu, wala hatutoi kwenye bajeti wala vipi, basi ili siku moja hospitali zetu ziwe zimekamilika uh, kabisa, zisiwe na upungufu wowote wa, wa vifaa hivi. Akizungumza wakati wa kupokea vifaa hivyo, mganga mfawidhi wa Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Pwani Tumbi, Dr Amani Malima amesema, chukue nafasi hii pia ya kushukuru kwa hivi vitendea kazi mlivyotupatia. Kama ulivyosikia kwenye taarifa aliyoitoa Dr Adelina Mai, tuna mahitaji mengi, na hasa kwenye huu utaratibu ambao tumejiwekea wa kujaribu kupunguza vifo to the maximum kwa sababu kwenye idadi ya vifo ukiangalia, bado tuko juu, hatujashuka sana, na changamoto kubwa ni hawa, kama alivyosema, watoto ambao wanazaliwa kabla ya muda, lakini wanaozaliwa na uzito mdogo. Sasa vitendea kazi ambavyo vinatusaidia kwenye hiyo jitihada, kimojawapo ni ile patient, ni ile nani, phototherapy, lakini na ile warmer pia ni vitendea kazi kwa. Tunashukuru sana kwa msaada huu na tunaahidi kuvitumia vipasavyo. Umetoa taarifa hii wengine pia ambao watali, watapata ujumbe huu wameona kabisa jinsi ambavyo watumishi wamejikomiti wame wakatoa hivi vifaa. Naamini kuna taasisi nyingi ambazo zina, zina profit kama mabenki na nini, nao wakilisikia hili naamini nao watatusaidia kwenye vitu mbalimbali kwao. niendelee kuwashukuru sana. Awali akiongea katika hafla hiyo daktari bingwa wa watoto katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Pwani Tumbi Dr. Adelina Rutashobia ameeleza namna hospitali hiyo inavyowahudumia watoto waliozaliwa kabla ya wakati. Kwa hapa Tumbi kwa mwaka F, mwaka 2025 tuliweza kulaza watoto ambao walizaliwa kabla ya muda 1393 na, na katika hao watoto kuna watoto 173 ambao waligundulika na ugonjwa wa manjano ambapo vifaa vyao ambavyo leo tunaenda kuvipokea hizi infant warmer pamoja na phototherapy. Na pia katika hao watoto mia tatu sabini ambao ni primachua walizaliwa kabla ya muda, sitini na moja walifariki ambao ni sawasawa na asilimia kumi na sita pointi tano alafu asilimia kumi walipewa rufaa kwenda hospitali kubwa kwa magonjwa mbalimbali, kikubwa ilikuwa ni kuhusiana na magonjwa ya moyo